Ni Oktoba kumi na saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Karibu sana mwanamichezo, kwenye kumi na nane za Open, tuangazia yakimichezo ambayo yametokea kanda ya kati kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini nikukumbushe kwamba tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji pengine kufungua duka, ama pengine unahitaji kukamilisha ujenzi wako, au pengine umechukua tenda kwa watu, lakini eh, kila ukienda dukani unakutana eh, na unakutana gharama kubwa, au pengine ubora hauridhishi. Sasa kama unapitia changamoto hizo zote basi fika katika ofisi za Kaizali Building Material ambazo zipo Uwanja wa Jamhuri, Dodoma. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 07 69 77 11 65 ama 07 62 77 11 59. Tukianza na miguu sita, Ligi Kuu Tanzania Bara inatarajiwa kuendelea hii leo ambapo wenyeji Fountain Gate FC watawakaribisha Dodoma Jiji FC. Mchezo huo utapigwa leo Oktoba kumi na saba katika uwanja wa Tanzanite Kola, kuanzia majira saa kumi kamili jioni. Kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Fountain Gate Mohamed Liza amekiri kuwa mechi itakuwa nyepesi kulingana na upinzani unaokuwepo pindi timu hizi zinapokutana. Tualisia, tangu kuanzishwa kwa, kwa Fountain Gate hakuna mechi ambayo inakuwa nyepesi wanapokutana na Dodoma kwani sisi tunaamini na, na inajulikana ndivyo ilivyo, kama hii ni dabi ya kanda ya kati, naanisha mkoa wa Dodoma, lakini kwa sasa itatuko Manyara. Na wao mekuja huku, sio wageni sana lakini huwa mara nyingi michezo yetu sisi na wao inakuwa ni migumu, lakini mimi naamini kwa jinsi tumefanya maandalizi mazuri aa, Mungu atakujalia hatutapata ugumu na kuwepo kwanza uh, benchi lao la ufundi, watu ambao tunajuana, lakini pia ukiangalia wachezaji wengi wametoka huku, wako kule, ni wazuri, mshimiana. Kwa hiyo mchezo utakuwa mpesi kwa upande wake. Kocha mkuu wa Dodoma Jiji FC Amani Josia naye alipata nafasi ya kuzungumzia mchezo huo. So nadhani kwenye kikosi tuta tutakosa baadhi ya wachezaji wa ch cha kama Anwar, mm -hmm. Jabir, e, Ibrahim Gecha, pamoja na Castro Magama. Tutajaribu kuassess katika Uh, hii final training lakini, the rest kikosi kiko vizuri, tumetraini vizuri kwa ajili ya kuwakabili eh, wenyeji wetu Fountain Gate. Eh, timu iko na spirit nzuri, nadhani ni timu ambayo nafkiri kama mnavyoona iko katika morale ambayo iko katika position ya kushinda. Bado tupo na washirika wetu Kaizali Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa huduma ya bidhaa hizo Pengine unataka kuanzisha duka ama unataka kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi, au pengine unahitaji kukamilisha ujenzi wako au umechukua tenda kwa watu unataka kukamilisha, ila ukiingia dukani unachanganyikiwa na gharama au bora wa bidhaa. Sasa usijiulize maswali mengi, suluhisho lako ni Kaisari Building Material. Fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma e, ili upate maelezo zaidi, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0769 77 11 a kwenye miguu kumi na mbili. Kikosi cha Yanga kimeendelea na maandalizi ya mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Silver United kutoka Malawi. Mchezo huo utapigwa Jumamosi ya Oktoba kumi na nane nchini Malawi, kuanzia majira ya saa kumi jioni. Kuelekea mchezo huo, Dickson Job amezungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake. Kama wachezaji tumeanza leo mazoezi ya, ya kwanza ya Malawi, mepesi, mepesi, kwa ya kurudisha, katika nchi hii ya Malawi, na tumeanza mazoezi mepesi mepesi kwa ajili ya kurudisha miili katika hali yake kikubwa ni tuna focus katika mchezo ambao unakuja na tunachoamini utakuwa mchezo mgumu lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kuweza kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. wawakilishi wengine wa kimataifa upande wa klabu bingwa Simba Sports Club, wao tayari wamewasili Eswatini kuwakabili Nsingizini Ospazi mchezo ambao utapigwa oktoba 19 wakati upande wa shirikisho Azam FC, wao tayari wako Zanzibar kuwakabili KMK mchezo ambao utapigwa tarehe kumi na nane oktoba lakini Singida Black Stars wao wako Burundi kukipiga na Flambeau de Centre Jumapili hii kwenye miguu kumi na nane. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeanza majaribio ya mfumo mpya wa uangalizi wa VAR utakaotumika katika mashindano ya kombe la dunia mwaka huu chini ya umri wa miaka ishirini. Mfumo huu unatoa nafasi mbili za kukata rufaa kwa timu zote, ambapo kocha ama kiongozi wa juu wa timu anaweza kunyosha kadi juu punde baada ya tukio au maamuzi ambayo hajaridhika nayo na mwamuzi atalazimika kusimamisha mchezo kisha kuangalia tukio hilo kwa ukaribu, tia VAR. Hivyo ndivyo tunahitimisha 18 za Open kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa wale ambao ulisikiliza toka mwanzo mpaka mwisho. Bila kusahau tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unatamani kuanzisha biashara lakini hujui unaanzaje? Basi Kaizali ni jibu lako, atakusaidia. Lakini pengine inawezekana umechukua tenda kwa watu na kila ukiingia dukani e, unachanganyikiwa na gharama, lakini pia pengine unataka kukamilisha ujenzi. Kwa hiyo unaweza ukawasiana nao kupitia namba sifuri saba sitini na tisa sabasaba kumi na moja sita tano ama sifuri saba sitini na mbili sabasaba kumi na moja tano tisa Mimi ni Yohana Mashauri, endelea kufuatia vipindi mbalimbali ambavyo vinatolewa hapa hapa Open Online Media.